Lakini sikuwa na nia mbaya, ila mama yako hajafa, ila tu alichukuliwa kivuli, na nilikuwa nipo katika hali ya kupambania ili kivuli chake kukirudisha arudi kwenye uhai wake wa kawaida. Lakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu, siku ya leo matumaini yameonekana. Hivi leo mama yako amepiga chafya na kufumbua macho, kiashirio kwamba kazi ninayoifanya inaenda vizuri. Ah, mjomba, siamini unachokizungumza, alafu ni furaha yangu sana kusikia hilo. Kwa sababu nilikuwa napata mtikisiko wa moyo kuona mwili wa mwalimu mama yangu uko ndani alafu hakuna kinachoendelea. Sasa naanza kuamini kwa uchawi upo, kutokana na nayoendelea na umekuwa msaada mkubwa sana, na ninakuahidi kwamba sitwenda mbali na hapa kama ulivyozungumza, kwa sababu sasa hivi naenda tu bondeni na ninarudi nyumbani. Asante sana mjomba. Sawa ila tu nitakupa masharti unapaswa kuyafuata kama ninavyokuelekeza. Haupaswi kuingia ndani kuangalia mwili wa marehemu mama yako, na pia hata yeye hatakiwi kukuona katika mboni za macho yake. Hivyo ukithubutu kuingia ndani na endapo ataona sura yako, inamaanisha itakuwa umeleta ugumu na jambo litakuwa limerudi upya na ndo maana kama itakuwa nakumbuka, niliwahi kukwambia sitaki uguse mwili wa marehemu mama yako. Naiweka ahadi kwako, mjomba, sitauona mwili wala sitougusa mpaka pale utakapopata ruhusa yako, sawa yatochanganya maganiko panga wammayowavava vinge mitwe yasewa panga winge walemelwa kolala

ila naomba unisamehe kama nitakuwa nimekukwaza. Leo nimekuja na mgeni wangu wa mgeni, ndio wa kike, wa kiume <laughs> ni mwanamke, nikimaanisha ni mpenzi wangu <tiple> Kivumacho hakidumu lakini kivushwacho ni kibovu. Mnapendana sana ndio? <laughs> Tatizo na wewe mdogo wangu, mie, nsamu sana mapema hivi tayari umeshapata mke eh? <laughs> Sasa hapa si analala? Analala mwambie Biki usiku, ili tuone mapishi yake anakuwaje. Sawa, mi niko ndani, ila akitaka kuondoka unioneshe. Shembe jako si anajua? Nazani umemsikia yule mama alichokiongea, na mimi sina maamuzi yote kuhusu hili, maana ninahisi kuchanganyikiwa. Sasa labda tumsubiri kibiriti atakapofika, tumuelezee tulichokisikia kule. Huenda kuna ushauri wowote anaweza akatoa kuhusu hili lakini majibu yake kila siku unayojua nayo yatoa. Acha mi nimekubali, ntacheza hiyo ngoma. Usifanye maamuzi wakati una hasira, na pia nahisi kwa sababu una maumivu ndio maana unaongea hivyo, ila acha nikupe muda kwanza ufikirie. Kwa uo muda ntakaokupa, ukija na jibu hilo hilo, basi nitajua kule unamaanisha, nitakuruhusu uende ukaicheza hiyo ngoma. Sawa, twende ndani. Tazama wanavyoishi kama ni machizi hawa watopona wakiambiwa wasiki ah. Kakani kwa mbali hivi, nilikuwa najua kabisa huyu ni rais wa awamu ya tatu, ni yeye naye wakiwalaza, ndugu yangu Benjamin William Mkapa. Ah ah, kasoma kitambi tu hapo kaka. Ebu wacha wa masiala, sio kila muda wa masiala bwana. Ha, etina yuko serious <laughs> leo. Atasha ina ndugu yangu, Kulikoni ndi kaka? Ichi unuchukio na iki Kipipi unki wangu. Kafanya nini tena? Ndugu yangu. Nilikuwa nafua pale nyumbani. Mm -hmm. Nafua wakati, na mwaga maji kwa bahati mbaya, nimemwagia yeye. Ah. Mimi kajua imeisha kwa jinsi alivyo zungumza. Nikajua kila kitu kimeisha. Ndiyo. Nageuka nyuma niendelee kufua na sikia beseni la kichwa nilipo chini. Ah. Mimi kanyanyuka, kichwa kikawa kinaniuma pale, ndo muda ule ambao nimekupigia simu nikakwambia nimejigonga kwenye mlango. Sijigonga kwenye mlango, mimi ni kipipi kanipiga beseni la kichwa. Nimetandika mkeka, nikaamua kufanyaje kulala. He, nakupuka kanikata nywele hizi hapa. Hizi ndugu yangu! Ah, ah, eh ndugu yangu, yani nilijua ni maandiko ya Biblia tu peke yake kuhusu Samson na Delila. Ndo wewe Delila na Samson. Yani ushoko wa Samson ni kivipi Delila? Ah, ngo kipi atakuua. Kaka kipipi atakuwa amini. Ehe, vipi huko sasa? Ah, mpango ni fresh tu, sipokuwa na majanga ndugu, changamoto yangu mke wangu nyumbani, nyumbani kwangu pamekuwa moto, pamekuwa hivi, yaani apaingiliki wala patokeki. Na kama utataka kulijua jina langu, nitakwambia na nitaanza na la marehemu babu yangu Ngovongo ili uniogope vizuri. Maana mimi ni kama yule kijana aliyesimama mbele za watu wakiwemo na maprofesa na akauliza swali la kinafiki: Eti vita ya Majimaji ilipiganwa wakati wa mvua ama ilipiganwa baharini? Hapo ndipo aliposimama Profesa Karoli Leonardi Msafiri, baba mwenye akili zake timamu na akalijibia swali. Ilitumika akili, hekima na siasa ndani yake. Ndiyo maana Tanzania ikapata uhuru bila hata ya kumwaga damu. Ndio na kama ningepata bahati ya kumwona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ningemuuliza hili swali, kama aliweza kututoa kwenye utumwa wa koloni, kwa nini alituacha kwenye utumwa wa mapenzi? Eh, hayo ni mazoea, na mimi sitaki mazoea kabisa. Mnaelewa ndugu yangu, na yote yale ambayo niko nakwambia, kwa sana mchokozi, usijue wewe, asijue mtu mwingine yeyote yule. Mke wangu anajua kila kitu, na sijui nani kamwambia Boi weni, ndugu yangu, sitaki nikufiche ili jambo. Atakuwa amefanya mke wangu kipipi. Yani yeye ndio atakuwa amemwambia mke wako, na siri alikuwa nayo yeye tu. Sasa sije na nitafutia nini nini na kuiba kipipi na kuingia kwenye maisha yangu. Sasa yani namuhusu nini hiyo yeye kumwambia mke wangu? Nimekumbuka, itakuwa naamini kabisa ni yeye kwa sababu kipindi naelekea nyumbani, anatokea maneno nyumbani, anapita njia kutoka kule kule mtaani kwangu. Kwa nini anafanya hivyo? En, kwa nini? Kiukweli mimi hata sifahamu. Yaani tena amenikera sana, yaani mahusiano yangu mimi na yeye bora yachezee kuliko nikuchezea mahusiano ya watu sasa, si uharibifu wa ndoa au? Bila ya heshima ambayo mimi ninayo kwako. Bro, mimi nishamtia makofi shida. Haimuhusu yeye. Ndugu yangu kama sio ile mimba aliyokuwa nayo ningekwambia mpige, ila kwa sababu ana mimba ni wia radhi, mimi nimekosea, mimi dugu yako nizike shemeji kazingoa. Ongea na mke wako, mkanye. Sina cha kuongea naye. Ni kuamua tu niongee naye nini sasa? Kipo cha kufanya, hakuna muda tena kuzungumzana na zungumzana naye nini? Utafanya nini? Hilo ni achie mimi. Mimi sio mwanaume, mimi sio nikatoa mahali nikamuoa yeye. Basi hilo ni achie mimi, nilipo ndani ya uwezo wangu. Basawa. Fanya hivyo. Ila tuongozane kwa mbwa mzima nembo kwanza, hapo tukazungumza naye, kuna jambo lake nataka mimi nitakusema fenesi yake. Makoloboi. Siendi popote. Wenenda kamalizana naye. Acha na mimi nimalizane na hili. Tangu tuachane kwa shangazi, naona huna habari kabisa na hivi vitu, basi mi naona bora nikwambie, maana kila angekaa uniulize, hata uulize. Tulipotoka kwa shangazi tumeenda kwa Bi Yasmin na Bi Yasmin katupa maelekezo yale yale kama alosema shangazi, ili haya matatizo yatotoke kwenye familia yetu, inabidi mmoja wetu akubali kucheza ngoma. Yani ukienda huku ngoma, ukirudi huku ngoma, mkilala ngoma, mkiamka ngoma. Jamani, sinimwambia ngoma, mi nitaicheza au mnataka mpaka ninunue sare? Dada, sio ngoma hiyo unaifikiria wewe. Ngoma wanayoisema wao ni ngoma ya uchawi. Mmoja wetu natakiwa kubali kuwa mchawi? Amenikosa nye maparanjwe hivi, mnanchukuliaje hivi? Kibeliti mimi nnavyojulikana kijiji chote hiki na, na wasifa wangu, leo hii mniingiza kwenye uchawi? Mna wazimu. ni hivi hiyo ngoma ingekuwa mdondiko, ingekuwa tarumbeta, ingekuwa mkinda, ningeingia kati, ila ya uchawi haamenikosa. Cha kufanya ni hivi, chukuana wewe na yule m mwenzio memena na yule kielele mwenzenu ule mkunde, kaeni chini mlijadili, mmoja wenu awe mchawi, ila mimi kibeliti, mimi na uchawi pana kwa kweli. Sasa dada, unaenda wapi? Kuna mtu nibishana naye hapo, nikahisi nimemfananisha, ila nimekaa nimetafakari, nimepata jibu. Kwa yule ni mdeni wangu, kwa hiyo namfuata, enda kumdai. Si unajua hizi kazi zangu hazina vibali. Umzani aye ndiye kumbesie Kiukweli, niliamini mjomba ni mtu mbaya sana, lakini macho yake, mwonekano wake wa nje na roho yake ni vitu viwili tofauti. Amekuwa msaada mkubwa kwa yale yaliyotokea hapa katikati, pamoja na yeye shangazi, asanteni sana ni kweli hicho unachokizungumza. Hata mimi hapo mwanzo nilikuwa simuelewi kabisa, lakini kwa sasa namuelewa anachokifanya. Ila kuna swali nataka nikuulize mwanangu, wewe unamjua babako? Kuhusu baba, mara mwisho mamangu aliniambia kwamba babangu alifariki ni baada tu ya kunizaa mimi, na hajawahi kuniambia ukoo wala familia iliyotokea babangu. kwa hiyo babangu mimi simfahamu. Huenda mama yako aliamua kukuficha kwa sababu zake mwenyewe. Mimi ninavyofahamu baba ako yupo, na kama huniamini, mtafute mjomba wako, muulize vizuri, maana sisi wanawake wanamme wakishatuchukiza tuko lazi, hata mtoto akizaliwa tumwambie, mwambie baba yako amekufa. Sasa shangazi, hata unaweza ukaniambia tu. Hapana, mimi siwezi kukwambia chochote. Na muda umefika nikampa dawa mama yako. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaubadiri mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza wangu mbona unaonekana kama upo kwenye dimbo la mawazo hivi? Unawaza yale yale au kuna mengine yaani? Dada, nilikwambia kuna watu hawana huruma na sisi. Yule ulikuwa unamsubiri ija kutosha. Yule kaja hapa. Vipi, uliongea naye? Ndio. Wajibu nini? Ni vile vile tu, anaenda majibu yake ni yale yale anasema, kwa ni kuumwa na umwa yetu tunaumwa sisi, na kama hiyo ngoma situcheze tu Yani hajali kabisa. Ni sawa mdogo wangu, lakini usisahau kuwa mimi pia napambana kwa ajili yenu, na ndio maana toka mwanzo mpaka sasa hivi bado nipo na nyinyi, ili nyiwe muweze kukaa sawa. Na pia fikiria vizuri kuhusu maamuzi yako. Kuwa mchawi si jambo rahisi. Kwenye uchawi kuna mambo mengi sana. Utatuangalia vipi sisi ndugu zako? Kuangaliaje? Nyinyi mnatuangaliaje sisi? Sasa hivi ni hali ya mimi ambaye nipo hapa nyumbani, je? Yeah, yule kule ambaye hamjui anakula nini, hamjui anavaa nini, hamjui analala wapi, mnamwangalia vipi? Dada, mimi najua uchungu hichi kitu. Nitacheza huo uchawi mzuri, huo uchawi mbaya, nitacheza ili tupone, mimi nitaishi vya dirini. Ah, yeah. Yeah. Ah. kula naye unacheka naye, kumbe mwenzako anaona gele le le le le le le unakula naye unacheka naye, kumbe mwenzako anaona gele. Unavyoonekana tu huko, unakotoka kuna jua na unakokwenda kuna utelezi, ni kuibia siri Siku utakayoona dokta kafa na ugonjwa wake mwenyewe, hapo ndipo utakapojua kuwa Mungu hana masiala kabisa na mipango yake. Na vita isiyokuwa na maumivu, huo ni mchezo wa kirafiki tu eh? <laughs> alafu dua mbaya hanenewi. Mtoto, futa machozi zoea. So, mbona kama nanilenga mimi? Na ana maana gani? Sawa mpenzi, mi nimekubali kuishi na wewe hapa ila kuna baadhi ya vitu naona mi nakosa. Ukizingatia mimi ni msafi sana, sijazoea kuvaa nguo mmoja, na mimi safari yangu nilikuwa najua nakuja nakuondoka. Kwa hiyo nilikuwa naomba ruksa yako niende mjini nikafate nguo na baadhi ya vitu vitu vingine, halafu nitarudi. Sawa, na sa, tatizo hilo tu? Ndiyo. nguo tu usiwe na shaka kama nguo usiwe nashika kabisa, nguo utapata, sawa. Ila sasa ndio naona soko umechakaa mno, ndevu zimezidi. Sasa ingia chumbani, chini ya mchago pale utakuta pesa, chukua, nenda kanyoi. Hakuna mwingine mwanaume kijijini zaidi yako wewe, kuwa huru sawa. Umefika hapa saluni, si upajui? Yeah, pita njia hii hapa, hii unaenda mpaka pale, afu napinda kuna hivi utaiona saluni sa. Nenda kanyoe. Marahaba. Karibu. Asante, nimefika. Nataka kujua dada yako ambaruti yupo? Hapana, dada hayupo, alitoka alienda mjini. Amekwenda kufanya nini? Kaenda kwa ishu zake za kikazi. Sawa, kwa sababu nilikuwa na shida naye. Hata wewe unaweza ukanisaidia mimi ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa kiza kama ubaya wa mwachi, Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto, wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabi Musa.